Skilizaji, kumbuka ni kipindi cha Sports Extra na jinsi unavyojua, kuna kuna hiki kitengo cha msamiati wa spoti katika kipindi chetu pendwa cha Sports Extra. Kwa hivyo kuna baadhi ya maneno tu ya Kiingereza ambayo hutumiwa katika masuala ya michezo kabumbu, iwe ni spoti, spoti yote ile, iwe ni volleyball, lakini hatujui maneno hayo yasia katika Kiswahili. Na kuna baadhi ya maneno ambayo tumeweza kujifunza katika Kiingereza katika Kiswahili na natumai umeweza kupata angalau kwa siku ya leo tutaangalia mambo matatu hapa au maneno matatu hapa. Na neno la kwanza aswa stretch, stretch, stretch ni ile stretch, unapata siku ya jana yule mlinda lango wa Arsenal ambaye anajulikana kama David Raya tulikuwa tunamuona na stretch na hadi kile kipenga kabla kipenga cha mwisho akijapulizwa, kuna, kuna bao aliweza kuokoa aliweza kuokoa mpira fulani ambapo ilikuwa ije iwe ni goli aliweza ku stretch kwa hivyo, kwa Kiswahili tunasema vipi kuliko kusema ku stretch? Kwa sababu wengi, wengi, tuna, wengi tunasema stretch at golikipa ame stretch okay, leo mtangazaji wa kabumbu ame stretch. Kwa hivyo kwa Kiswahili tunasema kunyumbuka, si kujinyoosha, kunyumbuka. kwa maana kunyoosha hata naweza nikasimama nikanyoosha viungo vya mwili nah, sal fulani, lakini kule ku stretch kama golikipa ile reflex unaruka upande ule mwingine kisha unauondoa ule mpira, kwa hivyo tunaita stretch kwa Kiingereza. Kwa hivyo kwa Kiswahili ni kunyumbuka. Kwa hivyo tunatumia kitenzi kwa, kwa Kiswahili unasema kitenzi jina kunyumbuka, nyumbuka. Lakini, nyumbuka. Lakini lakini kitendo chenyewe eh, nomino yenyewe ni unyumbufu, naam unyumbufu. Lakini wakati tunaleta kile kitenzi jina unasema kunyumbuka au katika nomino, katika sasa kitenzi sasa tunasema nyumbuka, naam nyumbuka. Kwa hivyo hilo ndio neno la kwanza. Neno la pili ni substitute Unapata kwa mfano mchezaji anatolewa kisha mwingine anaingizwa uwanjani. Kama kwa mfano jana, siku ya jana, kuna baadhi ya wachezaji ambao walitolewa, wengine wakaingia. Kwa mfano tuliona kuwa Nwaneri aliweza kutolewa na Arsenal, kisha yule mchezaji wa Arsenal Gabriel Martinelli akaweza kuingizwa. Tunapata pale katika timu ya Manchester United, Yoro aliweza kutolewa baada ya kupata jeraha, kisha yule Eden, yeah. Heaven akaweza kuingia. Kwa hivyo ile substitute kwa Kiswahili tunahitaji kwa sababu wanasema, anafanya sub tumezoea kusema anafanya sub yeah, am, ati ama anafanya sub eh, mageuzi eh, marekebisho, marekebisho. Lakini <laughs> Kiswahili mwafaka ambayo inafaa tutumie pale ni kusilia, kusilia. Na unamsilia mchezaji na kwa mfano eh, Martinelli aliweza kusiliwa kwa niaba ya na, nweri. na nweri. Kwa hivyo kule ni kusilia, alafu kuna kuna wakati fulani pia unapata mchezaji anakimbia anakimbia anafanya zile tunahitaji kwa Kiingereza, zile zile zile strides, anakimbia naam, ili aupate mpira ama aukimbize mpira naam. kwa hivyo pale aswa kwa Kiswahili tunasema kule ni misamba ku, misamba, misamba. Naam, zile strides naam. misamba. Unaona, kwa hivyo hicho ndio Kiswahili aswa katika maswala na spoti, katika maswala na michezo. Kwa hivyo siku nyingine kama wakati kama huu tutaweza kukutana pia, tuweze kuchambua maneno mengi zaidi ya Kiswahili aswa yanayotumika katika maswala ya kispoti.